sababu mkiwa na viongozi tena ambaye yale anapenda maslahi binafsi na unafiki, yaani sijui ni sehemu ya hii ni yani ikaya na maruru za njinga, ina maana pia na maana mazuri za mtu njinga. Sasa lazima tunapokuwa kwa viongozi wa kuangalia, kwa mfano na maneno hizi, sio si kuangalia tu pesa, kwamba huyu mtu anatuwezeshaje, yaani hekima busara Yani ni vitu ambavyo vinatoka kwa Mungu. <coughs> lakini pia na mtu wa na wazazi wake, mtu anaweza wa akawa elimu kubwa, lakini hana uwezo kichwani ya kuweza kuti <coughs> na kuwaongoza watu. Ukisoma hata kulikuwa na mtu alikua anaitwa Ulma, alikuwa ni kiongozi, alimiliki wake zaidi ya mia saba na watu na bado alikuwa ni mtu wanani wa Mungu. na wanawake wana wana changamoto nyingi